Nashukuru sana na niwashukuru sana waheshimiwa madiwani hapo, wamesema vizuri, baraza letu liko vizuri. Na mimi kwa kweli mlivyoniheshimisha nyinyi na madiwani wenzangu wakaenda kuniheshimisha hawa madiwani hawa, wamenipa kituo cha afya milioni mia tano ambacho tunaenda kukijenga hapa Nyanguku. Sasa ombi langu kwanza gamba Sipendi tukajenge kituo cha maana ya majengo, naomba tukajenge kituo cha afya kwa maana ya huduma, tukawalete upasuaji pale, madaktari bingwa. Najua unajua kwa sababu kazi hizi haujazianza leo. Mimi najua misauzi tutaijenga hapo, lakini natamani sana, natamani sana huduma za kibingwa kwa ngazi ya kituo cha afya zifanyie Nyanguku, mheshimiwa Mbungu ukinifanyia haya na wananchi hawa wataendelea kuwa na imani na serikali yao CCM oye. Kwenye barabara, mheshimiwa mbungu, siku ile pale Nyakato nilikosa muda, lakini niliheshimu, kwa sababu ugeni ulikuwa ni wa kitaifa. Sasa leo naomba ombi hili ulinoti, ambapo huo unaanzia, ikiwezekana kwenye simu yako uweke kwenye profaili pale pale juu ninaomba sana na siku ile nilisema sana kwamba nahitaji sana barabara kilomita nane ya kutoka bwala bwalala kwenda nyakato twende tukaweke kiwango cha alami nyepesi na sababu ninazo sababu ya kwanza ni kwamba barabara ile ina mwingiliano mkubwa sana wa magari mazito lakini sababu ya pili mwananchi wa nyanguku tunajenga stendi mpya pale Magogo, kutoka hapa kwenda magogo ni kilomita kumi na mbili akipita nyankungu ni kilomita ishirini na ini. afike nyankungu kuitafuta magogo ni kilomita zingine zaidi ya nane. Kwa hiyo mimi nina maana iki tunajenga seni tukisogeza huduma hapa, mwananchi wa nyanguku hana haja ya kupita nyankungu CCMOE. lakini tukishaifikisha hapo tutawasukumizia wenzetu wa wilaya jirani ya Nyang'wale. Kutoka pale kwenda Nyamgogwa na Ibambila ni takribani kilomita kumi na mbili. Kwa hiyo kuna mwananchi anatokea Nyang'wale, inawezekana waziri mkuu anapita ile barabara, barabara inafungwa, anachepuka kule kilomita chache, anaingia Nyakato, anaingia stendi na maisha yanaendelea. sisi